Mzabibu. Umewahi kuona mtufaha au, au aina ya mti wa matunda wa kutambaa? La, tunda linatokea katika matawi, na kazi ya matawi yote ni kuning'inia katika mzabibu. Sasa, hilo halimaanishi kwamba sifanyi jitihada zozote. Lakini si jitihada ya kimwili, ni jitihada katika uwezo wa Roho Mtakatifu na kila hatua humo njiani ninasema Mungu ninakuhitaji. Kwa njia hiyo tunajua kwamba Mungu anachukua sifa zote. Katika Petero 1:5:10 anasema, na Mungu wa neema yote, mkisha kuteswa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha. Kwa nini ni lazima niteseke kwa muda kidogo kwanza? Kwa nini hilo liko hapo? Na hivi ndivyo ninavyohisi Mungu ananionyesha kuhusu ile andiko: tunapomwomba Mungu atuokoe kutokana na jambo fulani, hata ingawa ni mapenzi yake na hamu ya kubadilika ilitoka kwake. Kwa hivyo ninaomba tu mapenzi yake yarudi kwake. Kwa nini sifanyike sasa hivi? Kwa sababu wakati mwingine Mungu anataka kutupatia muda ili tuteseke tu. Hilo ndilo neno ambalo Biblia inatumia, kwa hivyo tunapobadilika, tunajua asilimia mia moja kwamba ilikuwa